Yes, ni wakati mzuri sana. Uh, niko na mshikaji kwenye ofisi yake. Unamwona Rasta na nimekuja kupiga naye story hapa. Of course muonekano wake umekuwa unawashangaza watu wengi. Eh, wengi wakimchukulia tofauti lakini yeye mwenyewe ana sababu za msingi za kuwa hivi. Ndio maana nimekuja kumtembelea hapa tupige naye story kidogo kuweza kujua kile ambacho anakifanya. Lakini pia eh, tuongee zaidi kuhusu kazi yake. Mzee niaje? Kama kawaida ndugu yangu. Mambo yanaenda? Kazi vipi kwanza? Ah, Mungu anasaidia, tunapambana, tunapata ambacho tunatakiwa kukipata, na maisha yanaendelea. Yeah. Ofisini hapa unauza vitu gani? Hapa nadili na vitu vingi, lakini vyote vinadili na mambo ya kacha sana sana utamaduni. Nadili na kacha, nadili na shanga, nadili na begi, yeah, nadili na nguo za uzi. Hivyo ndo vitu vingi ambavyo nadili navyo ya, lakini vyote ni vinavyohusiana na mambo tamadunia. Ya utamaduni. Aa, nataka uniambia kitu kimoja kwa sababu kuamua kuwa Rasta kuishi kitamaduni kuvaa kacha nyingi kwenye mwili kuna sababu ya kuanza maisha hayo ni wakati gani eh? Uliamua kuingia katika huo mfumo. So far majina yako? Mimi naitwa Didson Didas. Didas, niambie ilikuwaje ukaingia uka katika maisha haya uh, sisi ni wapambanaji, so nimepambana muda mrefu kwenye kutafuta kile ambacho natakiwa mimi kuona kwamba hiki ndo kitanifikisha sehemu fulani. So ishu ya kacha nimeanza kuifanya elfu mbili na ishirini na moja rasmi, lakini hapo nyuma nilikuwa na piga tu harakati nyingine, nilikuwa na uza viatu yeah, naenda na pointi viatu, then nakuwa nauza tu viatu yeah, lakini kuna kipindi ilifika time nikawa nimekutana na dada mmoja ambaye yeye alikuwa ni rasta, so nilikuwa nikipita sehemu nikiwa naelekea nyumbani, ilikuwa ni kwa ziara. Kwa hiyo ule dada nikawa nakutana anauza hivi vitu. So akawa rafiki yangu, tukawa tunapiga stori, lakini nikawa nimependa ile kitu. Japo nilikuwa navaa tu mbili moja ya nikahitaji kujifunza. Na kitu ambacho kilinifanya nijifunze alafu nikaona ni chepesi zaidi ni ule jinsi nilivyokuwa na nikienda pale nikiona wateja wanavyoingia ni na kutoka, ilikuwa inanifanya kuniona dah, kumbe hii kazi ni nzuri, ina wateja, kwa nini siipende? Japokuwa nilikuwa navaa mara moja mara mbili. Akasema sawa, akawa amenifundisha almost kama mwezi mmoja tu, nikawa nimependa, na mi nikawa naweka ofisini kwangu, ila nikuwa naweka moja moja tu. Kwa hiyo hapo ndo nilipoanzia rasmi. Yeah, ikuwaje rahisi sasa kwanza kuingia katika mfumo huu wa kirasta. Hiyo wakati huo ulikuwa na rasta? Wakati huo nilikuwa na, zilikuwa bado hazijawa rasta, zilikuwa ni nywele ndogo ndogo tu. Yeah, ilikuwa je rahisi sasa kuyavaa maisha ya rasta, kuvaa kacha nyingi kama hivyo? Najua sio jambo rahisi, rahisi kwa mtu ambaye hajazoea kuishi maisha hayo. Kwako ilikuwa je rahisi? Kwangu ilikuwa rahisi kwa sababu ya nilivyoanza kuweka ofisini, nikawa navaa kacha moja mbili. Ilifika time wateja baada ya kuwa wengi. Kwa hiyo nikaanza nikajikuta mbona hiki kitu ndo kinauzika zaidi kuliko hata vile viatu ambavyo nilikuwa naweka. Kwa hiyo nikasema nitafute njia gani ya mimi mwenyewe kuwa tofauti. Mtu akiniona kwa haraka haraka, anajua huyu anadili na kitu hiki. Kwa hiyo nilichokifanya mimi, nikawa navaa kacha mbili tatu hivyo. Lakini kila siku zilivyozidi kwenda nikawa najaribu kuangalia kitu gani nitakifanya ambacho kitampa mtu atakavyoniona tu kwa mara ya kwanza ajue kwamba yule anadili na kitu fulani. Ko, ndio nikawa nimeanza kuvaa kacha nyingi mbili tatu nne. Mwisho wa siku ni ilifika time nikawa na kacha zaidi ya tano kwenye shingo, mkononi zikawa kama tano sita, lakini kila nikikutana na mtu naona ananiona tofauti Mbona, na zile zilikuwa ni chache, lakini mtu akikuangalia anaona tofauti. Nikasema hiki kitu kizuri, inabidi mimi sasa nifanye kitu ambacho kitanifanya mtu azidi kuniamini na kuniona bora. Kwa hiyo nika nime design kitu kama hiki, nikawa navaa kacha nyingi, japokuwa pia ina ina nipa changamoto kidogo. Nikikutana na watu, kila mtu anakuangalia kwenye upande wake. Ya, kuna mtu anaweza kukuangalia kwamba u jamaa kweli ni mzima. Yani kwamba akili yake iko vizuri, lakini kuna mwingine unaweza ukashangaa tu anakuita ana anakupa kazi, kwa sababu mwonekano huu umenipa watu wengi sana ambao wengine hadi nje ya nchi tafanya nao kazi, lakini bila kuwa hivyo sidhani kama hata sasa hivi ningekuwa niko hapa nilipo. Kwa mwonekano huu mimi naupenda na, upenda, na siwezi kuubadilisha kwa sababu nakutana na changamoto nyingi. Sometime unaweza kukata tamadi, ukasema, ah, niatoe nini, lakini siwezi kwa sababu ndo imenifanya toka 2020 mpaka leo naishi, nalala, naamka bila tatizo yote bila kuomba hata mia ya mtu kwenye hiki hiki ambacho nakifanya. kwa sababu nikiangalia shingoni hapo una kacha nyingi sana, hizi ngapi? kama una, unaweza una, una kukumbuka, zipo ngapi? unaweza kukumbuka? Uh, kukumbuka itakuwa ni ngumu kidogo, lakini mara mwisho niliziangalia zilikuwa kitu kama 30 hivi. Okay. Yeah. Na muda wote ukiamka asubuhi mpaka jioni unakuwa hivi? Mimi muda wote blaza nakuwa hivi, labda niamua kuzitoa tu mwenyewe niko nyumbani, nimeamua kuzitoa. Yeah. Lakini mimi kulala kuamka kutembea kokote mjini, utanikuta niko hivi. Yeah. Yeah. Hebu tuambie ni matukio gani ambayo yalitokea e hadi ukafikiria kuacha pengine kuwa hivyo kwa sababu unasema watu wakikuona na kufikiria tofauti. So tuambie, ni wakati gani, matukio gani ambayo pengine ulikutana nayo ukasema, da mi naacha bwana kuwa hivi mbona miayusho? Tena nimekutana na matukio baadhi ambayo kimomenti fulani naweza nika yasema nika... naweza kanamenivunja moyo, lakini pia unajua kwenye mabaya kuna mazuri yeah kuna siku nilikuwa natoka nilipokuwa nakaa, nakaa sehemu moja panaitwa misheni, kama wanaelekea Mbagala. So kila siku nilikuwa nikitoka lazima nije nishukie sehemu moja panaitwa JKT hapo. Kwa hiyo na mimi huwaga natukaga mida saa nne saa tano. Kwa hiyo nikapanda daladala, nikaa nimekuja mpaka JKT, kipindi nashuka kwenye daladala, akatokea mtu, ni mtu mzima kidogo, akasema Lasi hasa. Nikageuka kwa sababu ya heshima ya ule mzee, nikasema ngoja nimsikilize. msikili akanaambia, samahani naweza nikapata dawa ya pumu da. Sasa, kile kitu kwa sababu niko kwenye ndo nataka nishuke, nikamwambia hapana, mimi sifanyi hivyo vitu, lakini baada ya kushuka gari zima ilikuwa inacheka. Kwa hiyo ni moment ambayo nili, nilishuka pale nikasema sawa, eh nikahisi kwa akili haraka haraka kuna mawili nilichokifikiria mimi kwamba yeye anaweza akawa ameniona, labda ni mtu ambaye anadili na mambo ya madawa. Lakini pili, nikawa najiuliza kwamba kaongea vile kwa utani ama kaongea vile kweli anaumwa. Kwa hicho cha kwanza nilikiwaza. Kitu cha pili ambacho pia kinanipa kama changamoto ni zewe, popote pale ninapokaa, popote pale ninapopita macho yanakuwa mengi sana, yani sijawahi kupita sehemu watu wasiniongelee yani sehemu yote ambako kuna watu wawili watatu, lazima wakuongelee. Kwa hiyo binadamu, huwezi kujua wanakuongelea kwa kipi. Mwingine anaweza kukuongelea kwa ubaya, mwingine kwa kizuri. ya kwa sababu inafika time naenda Kariakoo, labda kuchukua mizigo, inakuwa ni shida kidogo. Yani kitendo cha kushuka, naposhuka mpaka nifike napochukua matilio yangu bati, napigiwa sana kelele nyingi ai. Yani, mifika time mpaka sasa hivi naamua tu niwe na bolti. Nachukua pikipiki naenda, nachukua mzigo wangu narudi, nafanya kazi. Nasemaje Kariakoo wanapiga kelele rasi rasi, unajua zile sasa kelele kama zile, kila mtu anamwacha nyuma, anaongelea vitu vyake vingine, kwa hiyo ile inakuwa inanikata, lakini sasa kitu ambacho kinanifanya nishindwe na siwezi kuacha lifestyle yangu, imenipa mambo mengi sana, imenikutanisha na watu wengi sana, na imenifanya nimefanya kazi na watu wengi mpaka time imefika sasa naona kacha ndo nahisi itakuwa biashara yangu ya maisha. Na una wateja okay. yeah. Una wateja nao wa kutosha. Sawa, umeniambia umefanya kazi na msanii Yami. Nataka nijue mlikutana wapi na ilikuwaje mpaka akakuamini mkafanya kazi na unamuuzia vitu gani? Uh, Yami nilikuwa namuona ana kwenye mitandao kwa sababu watu wote tunafuatilia mambo ya mitandao. Nilikuwa namwona picha zake nyingi anavaa shanga so mimi nikawa ni mtu ambaye napenda kuangalia, kwa sababu pia napenda kujifunza. Siku moja nakumbuka, nilikuwa kwenye mtandao but nikaona kuna kijana mwenzangu ambaye nafahamiana naye but amemposti. E, amemposti status, na kwenye kumposti akawa kama anamuuzia nguo hivi, anaitwa KVO outfit. So, nikabidi ni mdm ule KVO sababu ni mshikaji wangu na ananiheshimu sana Nikamwambia bana, huyo dada shanga anavaa ana, ana, anapata wapi? Akanambia da, sijui, lakini niko na chat naye, so naomba ni mcheki kwa. Akamcheki na kiukweli, namshukuru sana ule dada kwa sababu ni mtu ambaye ni, alinipokea na nafanya naye kazi mpaka leo, lakini kitu cha muhimu cha kwanza ambacho alinambia ni nahitaji nione kazi zako mbili ambazo zitanifanya mimi niweze kufanya kazi na wewe. Haijalishi unafanya sijawe kufanya kazi na wewe, haijalishi ufahamiki lakini nahitaji kufanya kazi na wewe endapo nitaona kazi zako mbili. So nilimtengenezea kazi mbili nikampelekea, na kuziona tu alinipitisha hapo hapo. Akasema sawa, tutakuwa tunafanya kazi. Paka leo nafanya naye kazi ni dada fulani ambaye na nampa asilimia zote kiukweli. hiyo zile shanga za Yammi zote unahusika kwa sababu ya, kwa sasa hivi shanga zote ambazo anavaa Yammi nahusika kwa asilimia zote, na hata project ambayo alikuwa anafanya na Mbosso, zile shanga ambazo zilikuwa zimeandikwa zote ametengeneza kwangu yeah. yeah. Okay. zile ambazo <laughs> kipindi kile na Mbosso mambo yeah. yakawa mengi sana kabisa yeah. zile zote zimetoka kwenye mikono yangu yeah. So namshukuru so sana waga nakuambia, so, ntengenezee labda shanga ya rangi fulani ama wewe ndi unaandaa aidia? Uh, mara nyingi waga naandaa mwenyewe aidia, lakini kama anaweza kuwa na aidia yake anaweza akanitumia picha akanambia nahitaji kitu kama hicho. So, akinitumia picha mi naangalia then tunatoa kitu ambacho kinatakiwa kwao. Tunabadilishana tu mawazo kwa asilimia fulani nataka yeah, nijue sasa kile kiuno we una yaani, kipimo nakutumia labda, yaani unajuaje kipimo chake mpaka akivaa zinakaa sawa? Ah, uh, sasa kitu kimoja, unajua madada zetu mara nyingi ni watu ambao kama yule ni fashion ambaye ya anajua anaenda kwa mafundi wapi kwa kiuno. Wengine wanakuwa wanajua kwa yeye ana size ambayo anaijua, zeni ananipigia tu simu wala haina haja yaani ya mambo mengi, anakuambia tunaomba nitengenezee shanga nzuri, weka size fulani saizi fulani ku kwa, anajua kwamba yeye anavalia sehemu gani, kwa sababu yeye mara nyingi anavalia tumboni, so anakupigia, anakuambia bana, ni keshi na ngapi. Kama kaongezeka, anakuambia bana, nimeongezeka niongezee kidogo. Kwa wewe kwenye kipimo chako unafanya kitu ambacho kinatakiwa. Nani mwingine ambaye pengine amefanya kazi kwenye industry? Ah, mwingine ambaye nimeweza kufanya naye kazi ni Nicholas. Yali simu. Direct Yali, Nicholas aliweza kunipigia. director Nicholas ni mtu ambaye niko naye vizuri, alinicheki akanambia, bana na project yangu so unahitaji uwepo, maana tumewasiliana muda mrefu, lakini tulikuwa tujawahi kufanya kazi. Nikamwambia haina shida. So nikamwambia ni lini so, hamna shida ni lini nikawa akanipromise huo muda tu, akaniambia njoo posta mapema sana. Nikamwambia sawa nitakuja. So nilivyokutana naye posta, kwanza aliniambia kitu kimoja, akaniambia da, itakuwa ni issue ya shoot moja tu, unafanya mambo yako, unaondoka, kwa sababu nilimwambia mimi na kazi zangu nyingi. Alichoniambia akaniambia da bana, nilikuwa nahitaji sana mtu kama wewe, na sio mara ya kwanza. Akaniambia kuna video moja inaitwa ya Dungamawe, akaniambia pale nilihitaji wewe ndo uwepo. Lakini kabineti na watu wangu ambao wako nyuma walishindwa kuniruhusu wewe kuwepo kwa sababu walikuwa wanahitaji mtu ambaye kidogo ana sura ngumu ambaye anaweza kukava ile nyimbo. Kwa hiyo nilishindwa, lakini sasa hii nimebidi niwaforce tu kwa sababu mimi nahitaji niwe na kitu tofauti. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo nikawa akanicheki tukafanya kazi ndani nikaja kukuta kwamba ni video ambayo ni ya DJD inaitwa Popo nikapiga sini zangu ambazo zinatakiwa, then yeah, yeah. Nikarudi kwenye harakati zangu. Ni kitu ambacho kinazidi kunipa nguvu kwamba kumbe niko, niko na kitu changu inabidi nikisamini na maisha yaendelee ya. Ah, safi ubishi huo. Kibishi kabisa. Ya, ya, ungesema uache labda kipindi kile pengine Yami asinge, asinge asingeona kazi yako yeah. Eh, usingefanya kazi na Jide, so ubishi wako umepelekea kupata michongo na watu na wanakuamini. Hongera sana kabisa, kabisa. Nashukuru Mungu kwa sababu pia sijawahi kufikiria kama ningeweza kufanya kazi hata za nje ya nchi, lakini kwa sasa hivi nafanya kazi na watu baadhi baadhi ambao walinicheki tu mtandaoni na wengine tunaunganishwa na watu ambao tunakutana nao pia kwenye kazi ehe. Uh, nishafanya kazi na mama mmoja, yeye yuko USA na bado nafanya naye kazi, lakini ni mara moja moja, lakini ni kazi ambayo nikikaa naona da, huu mwonekano wangu ndio umenipa ile kazi kwa sababu nilipigiwa tu simu na mtu ambaye ni wa karibu ananijua, akanambia kuna mama anatakiwa uonane naye, yuko hapa mjini, lakini ana ndugu yake ambaye anauza hivi vitu kwao, anahitaji umtengenezee mfano naye kazi? Ni kacha kacha kacha. Kacha. E, kacha, pamoja vikuku pamoja na shanga vyote kwa pamoja ila na yeye anaenda kufanya business huko kwao, nikafanya kazi na pia nikamtumia kupitia makampuni ya usafirishaji pia so hapa kwenye ofisi yako naona kuna culture e, kuna vikuku kuna shanga. Ni shanga, niambie ni bidhaa gani ambayo inatoka sana bana kwa sasa hivi? Ni shanga, shanga imekuwa ni vitu tofauti sana tofauti na mwanzo. Mwanzo kacha ndio ilikuwa inatoka. Lakini sasa hivi utandawazi umekuwa mkubwa sana. Na hawa watu ambao wako mitandaoni ambao wanapiga picha wakiwa na shanga zinazidi kufanya sisi tuna, tunazidi kuishi, e, kwa sababu wanafunzi naweza kusema asilimia tisini wanavaa shanga okay. wachache sana ambao funzwa yani. Asilimia tisini wanavaa shanga okay. Kwa hiyo mimi nacheki, sijawahi hata siku moja kuja ofisini ikapita siku sijauza shanga mwanafunzi kwa mwanafunzi kwao, ni kitu ambacho kwangu mimi naona ni biashara kubwa tu. Umekaa sehemu nzuri sana hapa karibu na chuo, kwa hiyo rahisi pia kuwauzi, kabisa kabisa, hmm. So tukiacha wanafunzi, ni watugani wengine ambao ni wateja wako wa shanga? Uh, watu wa mtandaoni ambao ni tofauti kabisa na wanafunzi. Yeah, mtu anaweza kukupigia tu simu akakwambia nahitaji shanga. Labda kwa sababu pia mitandao yetu hii ndio itakufanya mtu akutafute kama unafanya kitu kizuri. Kwa mimi watu wengi sasa hivi wanancheki kupitia mtandaoni na wapa kazi na kutokana na pia na watu ambao nimefanya nao kazi, akiangalia naona ah, mbona IG yake iko vizuri, mbona kafanya kazi na watu? Kwa sababu watu wa mtandaoni bana wapendi uswahili wanataka waone na wanataka waone kweli huyu mtu naweza nikafanya naye kazi hata kama yuko Dar es Salaam. Kweli mzigo naweza ukaja mkoani, kuona tu IG yako iko vizuri, anaweza kucheki mtu yote yule. Kwa sasa hivi ninachoshukuru Mungu, mwanzo nilikuwa nategemea sana wanafunzi kwa kweli, ila kwa sasa hivi asilimia kubwa tunawategemea wanafunzi, lakini sio kwa asilimia hizo kama za mwanzo. Sasa hivi tunategemea hadi watu wa nje kabisa na hapa ya, na maisha wanaenda niambie, changamoto ziko wapi kufanya kazi na wanawake kwa muda mrefu? Pia kuna changamoto unaelewa, maana mesema umesema 90% watu ambao wanachukua shanga hapo ni wanafunzi wa rembo, changamoto iko wapi? Na najua kuna magumu yapo. Pia changamoto bana ziko kama mbili. Changamoto ya kwanza ni kuwa kwenye mahusiano yabani, ukiwa na kwenye mahusiano mwanamke haamini kabisa kwamba unaweza ukawa huna wanawake wengi. Yaani haamini kwamba yuko peke yake. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza naipata. Yaani ukiwa kwenye mahusiano na mtu, yeye mawazo yake anahisi wewe ni mtu ambaye ni mtu wa watu wanawake, sababu muda wote mimi niko na wanawake na wanawake mara nyingi ni watu ambao wanahitaji uwakaribishe vizuri, uongee nao vizuri. Kwa sababu hata kesho anaweza kurudi. Lakini ukimjibu vibaya usitegemee kwamba kesho atarudi. Kwa hiyo e, hiyo ni changamoto kubwa. Changamoto ya pili nizewei akija kijana, kijana yuko na mtu wake kwenye swala la kumpima inakuwa tatizo kidogo. Ya, wewe ni wewe mwenyewe unakuwa ni mwoga. Kwa hiyo inabidi tu mwambie bana, embu kama unaweza kumpima hapo, hebu mpime kwa sababu kuna mwingine anaweza kumwambia bana, naomba nimpime mwenyewe, kwa hiyo inakuwa ni shida kiukweli. Ya, wakiwa wenyewe unawapima mimi mwenyewe. Ya. Kuna ugumu hapo. Ugumu upo kama kijana ambaye nilijali, lazima kuna ugumu upo, lakini tushazoea kwa sababu ndo kazi, ya. Oh, yeah. Kazi ngumu sana pia. <laughs> Umegusia mahusiano. So nataka nijue labda umeoa ume, oh, na mke au oh, mchumba hivyo yani. Ah, mimi sijaoa ila nina mchumba yeah. Mara nyingi wanawake ni, ni mzungu au ni mbongo mzee? Hapana mi, ni mbongo. Maana wazungu wanapenda tu kama ninyi. Ya, ni kweli, lakini sasa mimi niko tofauti kidogo. Labda ningekuwa ni mtu ambaye anapenda kuzurura sana kwenye hayo mambo but labda ningeweza kuwa hata na huyo mtu. Lakini mimi sio mtu wa kuzurura sana. Japokuwa, ndani ya miaka miwili mbele, Mungu akisaidia, nitakuwa na dili pia na kwenye hayo matamasha. Ya, kwa hiyo wao watu nakutana nao ila mara moja moja sana, na hata nikikutana nao pia nawaona kabisa kwamba wanaona kitu fulani tofauti. Kwa sababu mimi brother, nisikudanganye. Sijisifii wala siongei uongo unaweza kuzunguka kote kwa hapa Dar es Salaam, sidhani kama unaweza kumkuta mtu mwenye muonekano kama wangu, yaani ukiangalia tu chap chap unaweza kujua, ah, huyu jamaa kwa nini yuko hivi? Lakini kwangu mimi imekuwa ni kitu tofauti kabisa, kinanipa maisha kinafanya kila kitu. Uligusia kwamba uh, watu wanakuchukulia tofauti wanakushangaa sana. Mwanamke wako ni mtu wa aina gani, e? Akaamua kukubali mwonekano wako jinsi ulivyo, e? Na mnapendana mpaka leo na vitu kama hivyo pengine wengine, ingekuwa ngumu kukuamini kwamba jamaa huyu atakuwa muuni sana huyu eh, hivi na hivi, imekuwaje. Hiyo nakutana nayo mpaka kesho, pia nakutana nayo sana ya kuonekana ni muuni kwa mwonekano. Lakini huyu ambaye niko naye ni mtu ambaye, cha kwanza, tulikuwa washikaji kabla ya kuwa mahusiano. um, um, um, um, alafu pia ni mtu ambaye ameweza kuniamini sana. Yaani unajua unapokuwa mshikaji na mtu inafika time yeye anakuzoea kwamba anajua lifestyle yako ikoje. Mtu anakuona wewe ni muuni kama uko mbali naye ehe, anakuona tu kila siku, lakini ni mtu ambaye najuana naye sana. Tumefika time, anajua kabisa huu ni lifestyle ambayo amelitengeneza, ila dakika mwisho kwamba ni mtu ambaye yuko poa, anakea, anajali, maisha yanaendelea, japokuwa nikiangalia kwenye upande mmoja au mwingine kwenye family kabisa Lazima ujipange siku kwenda kama ikitokea ya, ni watu ambao kweni kudili, eh, sio watu wa kudili na watu kama sisi ya <laughs> <laughs> kwa hiyo mzee unawazaga sana, lazima uwaze mzee, lazima uwaze, bidu uvue siku ukenda ukweni, lazima utoe, sio sio kitu chepesi, sema utakuwa mnyonge sana hiyo siku, ushazoea kuona culture na na hivi tu kama hivi. Kwa kweli nitakuwa mnyonge kwa sababu lakini nahisi ni kitu cha siku moja siku mbili, sio kesi kwa sababu hata mimi unavoniona siwezi nikaenda nyumbani hivi ya even vitu ambavyo tunavifanya ambavyo vinatupa riski kila kitu, lakini huwezi kwenda nyumbani hivi. Vinawezekana ukavaa mbili, ukavaa moja, kwa sababu ni vitu vyako, ila huwezi kwenda nyumbani kwao. Kama unaweza nyumbani, unaweza usiende hivi bati. Hata kwa watu ambao wa, wa ukweni hauwezi kwenda hivi pia. Ya, niambie biashara yako ikiwa nzuri kwa siku unaweza kuingiza kama kiasi gani? Kwa nzuri sana na ikiwa nzuri naweza nikaingiza elfu hamsini elfu sitini. Ya, wakati gani? okay. inakuwa no, wa biashara, msimu wa wanafunzi waku... mimi wakiwepo nafanya biashara ash, haijalishi kwamba ni msimu gani, lakini wakiwepo tu wanafunzi mimi nafanya biashara vizuri kabisa. Ya, okay. kukosa kupo, lakini huwezi kukosa kabisa yani, ni uongo ya. Niambie sasa mtu labda akitaka kupata e, bidhaa za kwako anapataje, anakufikiaje, e, na vitu kama hivyo ili kuenda kupata wateja wengi zaidi aa? mimi, mimi natumia Instagram ya natumia TikTok pia natumia, ni mitandao ya kijamii. So ukiingia Instagram natumia didason natumiais .didas. ukiingia pale utakutana na bidhaa tupu ambazo ziko pale ya, ukiingia TikTok, didason dot didas. Ya. Unapata, popote pale tunatuma mzigo. La mwisho, niambie bei zako zikoje? shanga unauzaje? kucha eh, vikuku yeah. Alafu, na vitu kama hivyo, bei unaweza kunipa shanga nikupigie yani kuvaa mda wote Unaweza ukanipa ukanipa, idea ya kutaka shanga ambazo unaweza kuvaa muda wote Kwa shanga ambazo unavaa muda wote uaga na uzaga shilingi 10,000. Okay. lakini shanga ambazo unahitaji labda upigie picha uvae sehemu ambayo unaweza uka uka umeenda kuenjoy zile nafanyaga 10,500. Okay. Tukija kwenye kacha, kacha inategemea na matirio ambayo wewe umehitaji mbona ko, kuna bei inaanzia elfu tano, kuna bei inafika elfu kumi na zingine kutokana. Kuna kacha nyingine ambazo pia zina maana tofauti tofauti ambazo tunanunua kwa bei kidogo. Kwa hiyo inategemea na wewe utakavyokuja na tutafanyaje kazi. Amna shida. Niambie, ni shanga zipi zinatoka sana, ambazo unauza sana? Ah, naweza okay. Bana, shanga ambazo zinatoka sana na hizi hizi zinakuwa za tatu zinakuwa tatu kwa moja. Hizi zinatoka sana kwa ah, madada zetu wa wachuo ya, yeah. Lakini pia zipo hizo, watoto wa chuo, lakini pia zipo hizi nyingine, ngoja ni kuangalizia hapa, yeah. zipo nyingine kama hizi hizi ni kwa ajili ya kupigia picha ya, ni shanga ambazo unaweza ukavaa huko bichi, unaweza ukavaa huko sehemu yowote, ila mara nyingi wanavalia sana tumboni kwa ajili ya kupigia picha, kufanya mambo mengine ya urembo. ni urembo tu ya. lakini hizi hizi pia zinapendwa sana, hizi unaweza kuvaa mda wowote ambazo hizi ndo nauza elfu kumi kama nilivyokwambia ya ko mtu wote anaweza kuvaa wakati wowote na ikampendeza kabisa hizi hmm. Nyingine ni za shingoni, ni kama chenia kwa ajili ya kupigia picha ya. Ko, ni vitu ambavyo wanavipenda sana pia, tunadili na nguo za uzi ya hey, kofia za uzi za kilasta zile, kila kitu tunatengeneza kabisa hapa ofisini. Ya tuko furu kabisa bwana. Hongera sana, Mungu unasaidia ndugu yangu. Sasa bila shaka, uh, me, me, me, metazama me, uh, jinsi ambavyo mshikaji wangu hapa anafanya biashara yake, na anasema alivyoanza mwanzoni watu walikuwa wamwelewi muonekano wake unavyouona yupo na e, na kacha nyingi e, shingoni, kwenye mikono, ukitazama hapa, muonekano wake tofauti sana so, lakini akaamini kwenye kile ambacho anakiamini. Leo ana wateja wengi sana e, kama unavyoona ofisi yake iko vizuri kabisa. Anafanya kazi na Yami, zile shanga ambazo Yami anavaa kwa sasa zote, jamani, ndio ambaye anahusika kutengeneza so, ametaja hapa akaunti yake ya Instagram kama utapenda, kupanda, utapenda kupata eh, huduma ya vikuku shanga kacha unaweza kumcheki simu laba simu namba ni sifuri natumia voda. Ya, ni sifuri saba arobaini na tatu, sabini na tano, sitini na nne, arobaini na tatu. Inapatikana muda wote. Okay. Ya. Ya. So, muda wote unaruhusiwa kupigia. Ya. So, ukitaka bidhaa mpigie hapa alafu anytime utapata kitu kizuri, nita esko na. Asante kwa kuona sisi.